Leo hii tuko hapa kuzindua shindano la insha pamoja na shindano la wazo bora la biashara kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Napenda kuwakaribisha wanafunzi, wazazi, walimu kushiriki katika mashindano haya mawili: la kwanza, shindano la insha; la pili, shindano la wazo bora la biashara. Kwa nini mshiriki kwenye mashindano haya? Kwanza, kujenga uwezo wa kuandika. Kuboresha eh, ujuzi na uelewa wa masuala ya biashara. Lakini tatu, mashindano haya yanatoa fursa kwa wanafunzi na wazazi kuweza kufungua akaunti za benki. Benki ya NBC ina akaunti mbili maalum kwa ajili ya wanafunzi. Kwanza, akaunti ya NBC Student Account kwa ajili hasa ya wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo, na pia akaunti ya NBC Chanua Account kwa wanafunzi wenye umri chini ya miaka 18. Akaunti hizi hazina makato ya kila mwezi, ni akaunti zinazotoa faida kwa kila mwaka. Na kufungua akaunti ni rahisi: tembelea tawi lolote la NBC, tembelea wakala wa NBC, ama nenda kwenye mfumo wetu wa NBC kiganjani, utaweza kufungua akaunti kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo niwakaribishe kwenye mashindano haya, mashindano ambayo tumeandaa kwa ushirikiano na wizara ya Elimu na pia ofisi ya Rais TAMISEMI. Upo mwongozo wa namna ya kushiriki kwenye mashindano haya, na wakaribisha musome mwongozo huu ili muweze kuitumia nafasi yenu ya kushiriki kwenye mashindano haya. Zawadi ni nono, ikiwemo zawadi ya shilingi milioni kumi kwa mshindi wa jumla na zawadi zingine mbalimbali, ikiwemo zawadi za vitabu na pia za, uh, uh, zawadi ya kuwa sehemu ya NBC Student Club. Kwa karibuni sana sana kwenye mashindano haya. Sisi tutahakikisha kwamba tunayaendesha mashindano haya kwa weledi mkubwa. Utaweza kushindana, utaweza kujifunza jinsi ya kuandika, utaweza kupata mafunzo ya ujasiriamali. Kwa hiyo karibuni sana sana kwenye mashindano haya.